Aya, jana tuliona game ya Harambee Stars na Gabon. Mtu ambaye alifanya Harambee Stars akashindwa ni Dr. William Samoei Ruto. Wakati watu walisikia tu Dr. William Samoei Ruto anakuja kwa kiwanja, hata maplayers nguvu yao iliisha <laughs> na tena kitu ambaye inasema ni hivi, wale masapota wa football huwa tunajua ni kabila gani. Amwezi kutuambia watu wa milima ni sapotas wa football? Sapotas wa football wanakuanga Waluya, wajaluo na Wakisii, Kenya mzima na mulisikia kitu ambaye ilikuwa pale ilikuwa nini? Ruto must tunataka kuambia Baba Raila Amolo Odinga. Hivi Baba Raila Amolo Odinga, tunajua sisi ni watu wako. Ishu ambayo tuko nayo na wewe ni moja, toka kwa Zakayo, toka kwa Zakayo na usiende kwa Gachagua. Nao nao Ukishatoka kwa Zakayo ili Zakayo ende nyumbani peke yake, hatutakuwa na shida na wewe. Hivyo ndivyo tunahitaji. maneno ya kutuambia ya kwamba eti unasaidia Zakayo ili nini nini ifanyike. Kaa ukijua hivi, sisi tunakupenda kama baba, lakini ukikwama na huyo jamaa, vile tulikuwa tunasema Ruto must go Hivyo ndivyo itakuwa hadi 2027 kwa ballot. Utaenda kulala naye nyumbani. Nataka kuongelelea maneno ya selasi ya tena selasi, kitu ambaye nataka kukuambia, we ni kijana mwenzetu, lakini kutukana watu wakubwa si vizuri. Kama uko na isu na Raila Molodinga, ongea na yeye kisiasa lakini usi-include the whole community, uki-include the whole community, hata Raila mwenyewe hata kupiga ni community wake ndio atakunyorosha. Na tena nataka kusema hivi, jana watu Wajaluo wa kupiga Selasi, mkubwa wa MDD, chairman wa MDD ni Mluya na ukiangalia clip ambaye wale watu wali threat kupiga Selasi walikuwa watu wa MDD party ya ODM na mkubwa wao anaitwa Mkoya. Mkoya ni kabila gani? Mkoya ni Mluya. So Selasi ulinyoroshwa na Waluya wenyu au kupigwa na Wajaluo? sababu ungepigwa na mjaluo Sidhani kama <laughs> au ungeamka au ungeamka, haki ya Mungu, ungeamka! Wale watu wamekula samaki na ugali, au ungeamka? So, ulipigwa na muluya wenyu, na musichuletea ya kwamba ati wajaluo wanapiga waluya. Wajaluo na waluya ni kitu kimoja, hatupiganangi, lakini ukileta ujinga utaonyeshwa tu njia si kupigwa, kuoneshwa njia, kuonyeshwa tu njia. Lakini nikimalizia, bwana spika, naambia wakenya hivi: inafaa wakenya tuamke, tuache hizi maneno ya kina Ruto kina Raila. Sisi kama vijana, bunge la mwananchi, tumeamka na tunajaribu kusapoti vijana wenzetu. It is our time kama vijana kusimama kwa hizi vyeo kutoka kwa MCA hadi kwa president. Sababu gani? Tukiacha wazee wazidi kutunyanyasa, hakuna kitu ambaye tutafanya na hii nchi itazidi kudidimia. Ni muda wangu ndio iko kidogo, ningefafanua zaidi wana vile tungesaidia tunge, na wana hii, hii, hii nchi itasaidiwa na vijana kama sisi, si wazee kama Raila, si wazee kama Ruto, si wazee kama Gachagua, si wazee kama Kalonzo, si wazee kama tuoli. Asante haya bunge <laughs> pao <isa. laughs>